Iwapo mnyama Simba atafanikiwa kutinga katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, basi dua ya dada huyu iheshimike na iwekwe kwenye mafungu ya zile dua ambazo zimepeleka Simba katika hatua ya fainali. Akiwa hapa katika uwanja uh, wa zake Mbagala, jijini Dar es Salaam kwenye big screen, dada na mafuta yake anaabudu, anasifu, ana sifu, lakini pia vivyo hivyo akijaribu kutengeneza mazingira ya kuonyesha namna gani dua yake muhimu. Anajua mwenyewe alipotoka nayo mafuta anajua mwenyewe kilichomleta hapa ni nini, lakini muhimu ni kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa bin sawia. Dakika nane za nyongeza zikizidi kuyoyoma, mnyama akiwa mbele kwa aggregate ya goli moja la Jansha Zahua, ambalo alilipata katika uwanja wa New Amaan Complex ya ja, pale Zanzibar, dada anazidi kuabudu. Kama inawezekana VAR imetenda vibaya, basi dada amehusika. Kama inawezekana mwamuzi amepepesa, basi dada amehusika. Kama inawezekana wachezaji wa Stellenbosch wamecheza vibaya, basi dada huyu dua yake imehusika kama ambavyo unashuhudia hivyo, ni furaha ni burudani ni kila kitu, kuona namna gani ambavyo mambo alivyo, dada anafurahia, dada anazidi kuonyesha. Ina maana dua zote na maombi yote, yako siri yake, yako kwenye mafuta haya ya huyu dada, yapo kwenye mafuta ya huyu dada, siri yote iko chini ya mafuta ya dada huyu. Cheki mambo hayo, dada akiwa anafanya weza shangwe, dakika zikizidi kuyoyoma, dada anazidi kuonyesha uimara wa dua yake, dada anazidi kuonyesha kile ambacho wanajiandaa kama unamuona kama ambavyo unamshuhudia dada huyu, ishara unaiona hiyo dua. E, akiwa anaonyesha namna gani ambavyo anajua alipotoka. Dada huyu anajua alipowatoa mafuta haya, anajua mwenyewe ishara gani aliopeleka na ana enjoy. Wow! Kwa jina la Baba na la Mwana. Anajua mwenyewe anachokifanya. Shangwe kweli kweli, wana Simba wanafurahi, lakini yeye hayuko kwenye sehemu kubwa ya furaha dhidi ya wenzake. Anajua mwenyewe alichokuwa nacho nafsini. Tofauti zaidi na wengine wengi. Tofauti zaidi na wengine wengi, yeye ana maumivu, ana furaha, lakini moyo wake unajua yule anayemwomba ana yuko imara na yuko pamoja naye, lakini sambamba na... lakini sambamba na huyo yupo jirani yake, unamshuhudia nafsi inalia lakini moyo unafurahi, dua zinaombwa kama ambavyo unashuhudia. Jamaa anampepea anaambia, usinipepee nishike, mikono ina moto hii, mikono hii ya moto nishike, joto limezidi kuwa kali. Dada huyu unamwona, ishara yake inaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo ana maumivu ya furaha, akiamini kwamba dakika chache zilizosalia na sekunde chache zilizosalia zitaipeleka hatua ya fainali Simba Sports akiwa pale katika Simba, la Moses Mabida nchini Afrika Kusini. Tumewapata wawili, mmoja analia mwingine anaabudu na kusifu kama ambavyo unamwona, mmoja analia mwingine anasifu na kuabudu kwa kutumia mafuta ambayo anajua alipoyatoa. Wameinuka bwana wanasimba, sekunde zimesalia, wanainuka wana simba. Kwa sekunde zilizosalia, ni namna ambavyo wanafurahi kuona jinsi gani kama ambavyo unashuhudia hivyo eh, wanaombwa kukaa chini ingawaje wao wanaamini kila kitu kiko sawa bin sawia, kila kitu kiko sawa bin sawia kwenye ardhi ya watu. Mnyama simba anataka kufanya anachokiweza kwenye ardhi ya watu, mnyama anataka kufanya anachokiweza anacho. Lakini hii ni shughuli muhimu, kama ambavyo unashuhudia kutoka katika viwanja vya Zake Mbagala, wana simba wamesimama sekunde zikiwa zimetamatika za zile dakika nane za nyonga. Kuongeza kama ambavyo wanashuhudia mchungaji wa Simba pamoja na mashabiki wengine wanabudu ee, Simba hapa, kila kitu kinawezekana kwa Simba. Kila mmoja ametumia kila silaha aliyokuwa nayo ili Simba aende hatua ya fainali. Kila silaha inatumika ili Simba aende hatua ya fainali, sekunde chache zikiwa zimesalia, kama ambavyo unashuhudia hivyo, na pengine nafasi hii ni ya mwisho, na mwamuzi ataamua nini kinakwenda kutokea. Hivi ndivyo ambavyo inatokea. Ushachomeka waya, itatumika kila silaha, ili mradi Simba aende hatua ya fainali. Cheki mafuta yanatumika hapa Mbagala za Kiemu, mafuta yale. Dada anaonekana akisifu kuabudu kuomba kuyombea Simba sponga, Simba Sports Club ipate nafasi ya kwenda hatua ya fainali. Mpaka sasa dakika nane za nyongeza zikiwa zinazidi kuyoyoma hapa katika viunga vya Mbagala za Kiemu, akishuhudia kwenye big screen. Dada anaendelea kuwa sambamba na wachezaji walioko pale Daba na Afrika Kusini, akiomba dua akisifu akiabudu ili hadi tu mnyama Simba dada apewe heshima yake. Cheki dada anachokifanya hana wasiwasi wasi. Mlisema mpira unapendwa na watu wa namna gani? Cheki dada huyo, ametoka alipotoka anajua mwenyewe kilichomleta, na hicho ndicho ambacho kinamfanya, iwapo Simba watafuzu kwenye hatua ya fainali, basi isisahaulike dua ya huyu dada. Ikitokea mnyama Simba akaenda hatua ya fainali na pengine akafanikiwa kuwa bingwa wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ulike dua ya huyu dada ni miongoni mwa zile dua zilizoleta heshima kubwa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba.